Monite, Seima Boy ya the Orioles Kukumiski ya Lupimo one kabisa, ya unanipata. Ya strong na na, na nyimbo yangu mpya inaitwa ito sana pole. Na weza kaandika hapo YouTube Seima Boy Sana pole, utakuta hapo na nyimbo kibao. Uta ya pleasure uta subscribe kuchere ingine bao na share kwa ngine. Kibao na kushana kwa like, Na uwe wanafamilia wa Seima Boy, na hii nyimbo ni ni love song kabisa, na this is the best is truth true story. Na mimi yake kabisa iko kweli, kisikiliza hapo, utaona ujumbe ulipokaa vitu vingine. Sasa naifanyia official kabisa video, na nishatoa visual za yake utaikuta hapo, na hii ni the best is true story kabisa. Kwa hiyo zana kama utakuwa na utatawa wote, Mje tu nikudokesa tu kidogo na wewe angalau naenda kuisikiliza. Unaona, kama wewe una uhakika kabisa, kwamba na alipo alikuwa anasema Seima Boy. Na ni yenyewe kabisa, ngoma inaanza kama hivi: ole ya hii Seima Boy, usiku wa manane nimelala, mara simu yangu ikaita, nilichokisikia kule, moyo nini rumia, mwanangu niko itapare na

Naumwa, nipo kitandani, hali yangu ipo matatani, chakula wala sitamani, niko wala sitamani, mwanangu niko itabani, na naumwa, nipo kitandani, hali yangu ipo matatani. Chakula wala sitamani, mwiri wote mgonjwa, mguu wangu mepoza, bado hali yangu